Mpende sana Mungu na jambo lolote unalolifanya duniani inakuwa obame na Mungu. Sisi wengine hatuna uwezo wowote wa kufanya jambo lolote, na ukifanya mwenyewe utashindwa kama hujamtanguliza Mungu. Kwa hiyo kila jambo tunalolifanya, tutanguliza Mwenyezi Mungu, zinafanyika kila Jumapili. Kwa nini nilisema hivyo? Hapa ndio kuna viongozi hapa ndipo kuna marais, hapa ndipo kuna mawaziri, hapa ndipo kuna kila kiongozi anaenda kuongoza watu. Tusipokuwa na maadili mema kwa imani yetu, ndio kesho unakutana na mheshimiwa ya kiongozi, kumbe yeye akuwa na maadili bora kutoka kwenye imani hiyo. Amesema kiongozi ya ni nani wakuacha milioni mia saba hamsini nani akuyaja mtu akishe elfu kumi pale nje taigombania kuyokoni. Kwa hiyo ile ni kitu ambacho unakuwa nacho unapokuwa mdogo, unakuwa nacho, unakuwa nacho, unakuwa mzalendo. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tukaishi kwa imani, tukampenda Mwenyezi Mungu, tukamwishi ule Uislamu wako, mtu akauona Uislamu hauna fitna, Uislamu hauna musda Uislamu hauna ugomvi, Uislamu hauna chuki. Shika nguzo zile za Uislamu, nazijua, shika vizuri. Ukizisimamia hizo zote nguzo za Uislamu, wewe utakuwa kiongozi bora na utakuwa kijana bora na utakuwa msimamizi bora wa mambo utakayokuwa unapewa kusimamia. <laughs> huku <laughs> tukifuturu tunafunga mrango, hiyo suna utaipatani? Vile vitu ambavyo tumeandika kwenye vitabu vyetu tuviishi, vilikuwa vina maana yake. Unapomfutulisha ambaye hajiwezi, unajiongezea kitu cha ja cha kupata hela ya kunua futari au daku nyingine, ndio maana yake. Kwa hiyo tuwe na upendo, tuyaishi mafunzo tuliyoyasoma hapa. Mimi napenda nilikuwa naongea na kiongozi hapa, akaniambia aa, inaanzia chekechea. Ni jambo zuri kweli, inaenda mpaka chuo kikuu. Sasa ukikengeuka, ni wewe lakini huko chini tumejitahidi kufundisha na kuelewa. Naomba tuishi katika hayo. Tukiishi hayo, katika hayo, tutakuwa na upendo, tutatoa sadaka, tutawasaidia wasiojiweza, tutawasaidia wajane, tutawasaidia watoto yatima, tutatoa wa sadaka. Sasa ni wapi siri kwenye sadaka? Ile sadaka unapoitoa wewe, imeia mataa kufanya nini? Halafu leo nimesimama hapa, jifunze kutoa. Narudia, nifunze kutoa kisema tunajenga msikiti, weka tofali, kuna misara inunua mkutano ako umeambiwa toa pesa, usijiulize hela yangu inaisha. Unaweza ukashindwa kutoa pesa msikitini, ukaenda kununua mboga afu kukosa pesa kabisa. Kwa hiyo tujifunze kumtolea Mwenyezi Mungu. Nimefurahi sana kuna vijana wa pre-form one, nasema ni wadogo sana, lakini wakisikia walipokuwa wanasoma ile Qur'an, wanasoma maneno wakiyaishi yale, nakwenda kupata viongozi wazuri katika nchi yetu. Na hao watoto, ili wayaishi, lazima wazazi, watoto wanaporudi, muendeleze sio shuleni tu. Juzi nienda kuembe pale, kutoa sadaka yangu, nikuta kuna msikiti hawakuwa na msala kabisa, lakini kuta watoto wana wana madrasa wako ndani ya msikiti. Iliwaomba tujenge nyumba ya, ya madrasa tofauti na msikiti na tutaijenga. haya no. yote nikuishi katika misingi ile, tusibaguane kwa sababu ya dini zetu, sababu ya kabila, sababu ya kitu chochote katika jamii yetu, na Mungu atatusaidia sisi sote kwa sababu vitabu vyote iwe vikuani iwe Biblia nasema maneno yale yale. Amangia vizuri sana kama Mungu, amemwelewa. Ukimwamini Mungu huyo atakuongoza kupata ushauri mzuri, ukimwamini Mungu atakuongoza kufanya kazi vizuri. Sasa mimi niwaombe tumuishi mnyazi mungu anayotaka, na tuyaisha natuyaishay tunayapata. Ila nishukuru sana hii itamusea, nimeona hapa na Sateti ni brani ya mwaka mzima 25-26. Hii yote mnapewa vitu ambavyo vinawaongozi. Nimeona hapa kuna kitu kinaitwa Leadership. Leadership nini mesena? Training. Leadership training tamsia inawasaidia kuwa viongozi, lakini wakaenda mbali wakajua hakuna ajira. Kuna entrepreneurship training. Entrepreneurship ni somo linalohusu ujasiria mali Dini nini? Volunteer. Volunteer. Volunteer. Na kwa hiyo nyinyi hapo kunafanya wafanya biashara. Hakuna kuna kingi hapo, nimekuwa na mshaka kujitolea. Nini naitwa hivi? Ipo kwa training. Kwa hiyo tunajifunza vitu vitatu vya msingi, na ndio tumetumika kwenye assessment yenu. Ni vitu ambavyo vinahusu maisha yenu ya kila siku kama vijana. Ukitoka hapo unakuwa na elimu ya kujadili lakini unaweza ukajitolea, kujitolea ni bure ndio unapata kazi. Lakini wafundishwa uongozi sasa. Mungu akupenia, sasa akupelika ni sasa, yote mlojifunza mwende nayo, na hapa yako nasoma, ila nimefurahi sana, langu limekuwa ungorangu la kwanza, sababu nimefurahi sana. Ningekuja hapa nikuta wa mwisho, tungekana kwa nini tu wa mwisho. Kwa hiyo nimeona hapa kuna sehemu na sifuri wa kwanza lakini kuna sehemu na sifuri, kuna sehemu na hamsini na ngapi na sita, kuna thelathini na tatu, kuna sitini juu na ngapi. Nataka na na na haya sasa. Kwenye sifuri, viongozi mje mwone, mimi kwa nafasi yangu ya wabunge naweza kufanya nini ili pale kwenye sifuri pasiwe sifuri, <tabili> pale kwenye thelathini na tatu na tunatokaje. Nataka kutama ujao inshaallaha jali afya nde ningi hapa ioni tumepata mia. Allahu akbar! Naelewa hayo ndio mambo ambayo nataka kuyasikia na kuyaona. kwa huyu ana mchango Frank, namshukuru sana Sheikh kwetu, ni kiongozi wangu, alinisomea dua wakati nagombea na dua yako imenipa. Mungu akubali sana. kwa hiyo yote tukiaishi tutayafanya. Mimi mkinialika takuja muda wowote kwenye swala linalohusu imani, sina excuse mimi, labda niwe wasa, niwe safari, lakini nikiwepo hapa jibomi ni ni. Sio aweko nani siende kwenye imani ya mtu yetaliko na kwenda, sababu najua uongozi unaopata kutoka kwa Mungu, lazima nifike hapa msomee dua. Nimesikia mzana anasema, dawa anawapa dawa <laughs> <laughs> watoto hawa, watoto walipokuwa wanafanya hivi huko Tabora, wanafanya aisa bila tupendane, upendo uanzie kwenye misikiti, kwenye familia na sehemu zote.